Siku hii ya leo nachukua nafasi ingine ili nikaweza kuenja kuwasiliana nawe, ili nikaweza kukupokeza neno lake Mwenyezi Mungu. Mwanzo siku hii ya leo ninalo jambo ambalo Mungu amenituma ili nikaweza kukufikishia, na hapa najua ya kwamba siko peke yangu. Mwanzo Mungu amenionyesha kwamba nikaweza kupitia njia hii na ndiposa akaweza kuibariki na kuitumia kama mwelekeo na kielelezo kwenu, na ni vizuri tungeweza kutangulia kwenye maombi ili Mungu akaweza kutakaza na kutangulisha kwa kila jambo. Baba Mungu wetu aliye juu mbinguni zaidi, kwa mara nyingine naja na hapa mbele zako, huku nikinyenyekea Mungu wangu mimi kama mtume wako mtumishi wako, Mungu wangu, uliniahidi ya kwamba Mwenyezi Mungu, nitakapokuwa na kuhitaji, utakuwa mbele zangu, utakuwa usaidizi wangu kila mara na kila wakati. Sasa hivi naja mbele zako Mwenyezi Mungu, huku nikikuitisha na nikikuomba kwa unyenyekevu kibari cha kukubarika na kusikika na watu hawa Baba, ambacho utakachonipa kwenye akili zangu kwenye mdomo wangu Baba, hicho ndicho nitakachowapa ntaka, katika jina la Yesu Kristo mwanzo, hicho ndicho ambacho wanahitaji kukisikia na kukitumikia katika jina la Yesu Kristo. Mungu umeweza kuniambia ya kwamba siku hii ya leo unataka nikawe eza kufunza watu jinsi ya kuvunja madhabahu wenyewe wakaweza kujiombea na kujivunjia madhabahu. Mwanzo, kunao watu wengi wa huni baba, ambao wanaotumia neno dhabihu ama madhabahu ili kukula na kutumia mali ya watumishi wako na wafuasi wako. Mwenyezi Mungu, kihorera, horera, nakemea na nakemea na na kwa mara saba, hawa watu baba, usikubali mtu yeyote akaweza kula haramu kupitia kwa mtumishi wako, uwacha naliwe liwalo, Mwenyezi Mungu ukaweza kutoa na kunyoosha mkono wako ukapigania watu hawa mwanzo, wanakuamini wanakupenda na wanakutumikia Mwenyezi Mungu, kumbuka hawa ni viumbe wako Mwenyezi Mungu, na we ndiye uliahidi ya kwamba hutawai waacha hutawai waadhibu kwa njia moja na nyingine. Katika jina la Yesu Kristo, natetemesha madhabahu yote yanayoweza kuwa yamepandwa juu ya maisha yao. Natetemesha na bomoa madhabahu ya deni, natetemesha na bomo madhabahu ya kifedha, natetemesha na bomoa madhabahu ya shida za magonjwa, natetemesha na bomoa madhabahu ya shida za, za kidoa, natetemesha na bomoa madhabahu ya shida za kuchukiwa mwanzo Mungu nanionyesha ya kwamba kunao watu waliotumiwa miroho mibaya ya kutatanisha na kuharibu maisha yao, ikawakosesha imani, ikawakosesha radha hata na kwa marafiki zao, katika jina la Yesu Kristo. Mungu na kulilia ya kwamba walio na shida za kikazi, Mungu kaweza kuwagharimu, kaweza kuwapa kazi ili na wakaweza kuifanya kazi yako kwa moyo mkujufu, katika jina la Yesu Kristo, na kuita Baba nipe mwongozo katikati na mwisho mzuri k la Yesu Kristo, baba yangu na kuita na kuamini amen. Yes, thank you so much my people once again. Mimi kama Mtume Elijah nimeweja eh, kurudi hapa tena ili ukaweza kuendeleza uh, injili hii yake Mwenyezi Mungu naye akaweza kutupa mwongozo. Na kielelezo uh, na sababu ya kuifanya kuhusu ama na juu ya maisha yetu. Siku hii ya leo ningetaka kuwaambia ya kwamba uh, watu wa Mungu ya kwamba kunayo uh, madhabahu ambayo Mungu ananionyesha ya kwamba e, imesimama inapepea huku hewani ambayo iliyopandiwa wanawake ambao wanateseka kwa mashinda mingi kwa uh, matatanisho mengi. Mwanzo Mungu ananiambia y kwamba kila mahali ni kilio, watu wanalia bila kazi, watu wanalia kwa ajili ya magonjwa, watu wanalia kwa ajili ya shinda mingi sana na katika jina la Yesu Kristo, kutumia mimi mtume na kupitia mtume wa Mungu, nipo hapa ili nikaweza kuvunja madhabahu hayo na kuyasambaratisha na kurejesha maisha ya kila mmoja kwa hali yake ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Siku hii ya leo, ningetaka niweze kugawana somo hapa katika kitabu kitakatifu cha Mungu na ni somo ambalo liko katika kitabu cha Deuteronomy. Somo hili ni funzo ambalo linalotufunza kuhusu uvunjaji uh, wa madhabahu machafu, madhabahu yaliyo na nguvu za giza, madhabahu yaliyo na nguvu za kuzimu. Na somo hili najua ya kwamba litakuwa usaidizi kwa watu wengi na kila mmoja atakayelipata litaweza kuwa manufaa kwake. E, ningeomba kila mmoja akaweza kufungua Deuteronomy 11:12. Deuteronomy 11:12. The one place for worship. Hapa ndipo Mungu anaweza kutuelezea kuhusu mahali pa kumtukuza, kuhusu mahali pa kutoa sadaka, kuhusu mahali pa kujitolea dhabihu. Mwanzo watu wengi wamekuwa wakitoa dhabihu hivo kihorera, horera, na wacha niwaambie kitu moja, watumishi wa Mungu, kuna watu ambao wamekuwa wakitoa dhabihu Mwanzo umefikia, ma, umefikia mahali, kuna mtumishi, kuna nabii kwao, unakimbia hapo, unatoa jasho lako, unato, unapatia mtu ati ni dhabihu. Unahitaji kujua hivi, ambapo unapotoa dhabihu kunayo mambo ambayo unafaa kuyafuata hata kabla ya kuitoa lile dhabahu lako mwanzo, kunayo njia ambayo unaweza ifanya aa, kutolea dhabihu lako na hilo dhabihu likaweza kugeuka na tena kugeuka kuwa shida kubwa sana aa, kati ya maisha yako, na ni vizuri tungeweza kuanza kufuata neno lake Mwenyezi Mungu takatifu ili tukaweza kujua uwazi Deuteronomy 11 verse 12 e, tunaanza hapo 12 the place for worship in the land is giving you uh, no no no in the land that you are taking destroy all the places where the people worship their gods on high mountains on hills and other green trees ati katika pale mahali ambapo watu wana omba ama ambapo watu wanaotumia kuiomba miungu yao, na ujue miungu ni zile eh, miungu za kufananishwa. Uh, neno linaendelea kutuambia au uh, watu wana wanaabudu uh, wana miungu kupitia milima kupitia uh, eh, kupitia nini, wacha tuangalie hapa kupitia mountains hills, tu milima dogo na katika ile miti ambayo iliyo na urembo zaidi, miti ambayo iliyo na afya, miti ambayo iliyo na rangi ya green kabisa, miti ambayo eh, haikauki hata na wakati wa jua, and eh, tear down the altars and smash the sacred stone pillars to pieces. Ati mm, hili ni dhabahu ambalo linalotakaswa wale watu ambao wanao Eh, yabudu miungu wakaweza kuraduliwa na kubomolewa madhabahu yao ambao waliozipanda eh, kwenye mawe ambayo yaliyoshikilia zaidi, na hiyo uh, madhabahu tunaivunja katika jina la Yesu kwa vipande vipande, kwa sababu we shall tear those altars into pieces in the name of Jesus Christ. Praise God. Burn the assembles of the goddess Asherah and Chop down their idols. Kwa hivyo uh, ambapo mtu anapoenda kukupandia madhambahu ama kukutolea dhabihu la giza, dhabihu la kusimamisha na kukufungia maisha yako, ni vizuri ungeweza kujua ya kwamba kunazo eh, alama kunazo symbols ambazo hutumia ili ukaweza kunaswa na kupatikana, na asiweze akakukosa So tunaweza endelea, uh, yes, yes, yes, so that they will never again be worshiped at those places, ili nayo ile miungu isije ikawai ombwa na kutukuzwa tena katika yale maeneo. Do not worship the Lord your God in the way that these people worship their gods. Nanyi wana wa Mungu, wafuasi wa Mungu, watumishi wa Mungu, ambao mlio na imani zaidi, ambao mlio muamini Mwenyezi Mungu, Mungu anasema ya kwamba musije mkamwabudu, musije mkamtumikia kama wale watu ambao wanaotumikia miungu ya giza. Okay out of the territory of all your tribes the lord will choose the one place where the people are to come into this presence and worship him. Na kwa eh, yale maeneo yote mtakayoyachagua na mtakayoyaona na kuyatumia kama uh, mahali patakatifu pa kumsifu na kumuabudu Mwenyezi Mungu, yeye ndiye peke yake kama jinsi alivyoteua na kuamua mtume wa Mungu ya kwamba yeye ndiye ambaye atakayeweza kuvunja madhabahu yenu, atakayefanya kazi ya Mungu na kazi ya wana wa mwenyezi Mungu, atakayesimama na maombi juu ya maisha yenu, huyo tu ndiye ambaye Mungu atakayetumia. Mahali pale ambapo Mungu anasema ya kwamba ndipo mahali ambapo atakaye Uh, amua ndipo mahali ambapo atakaposifiwa kupitia, do not worship. Uh, okay, wacha tuendelee. eh, uh, there you are, you are to offer your sacrifices that are, are to be burned and your other sacrifices. Wow, kwa hivyo Aa, na pahali pale ambapo Mungu atakapoamua, na apachague pale, ndipo mahali patakatifu ambapo nipo mahali atakapotaka dhabihu a, a, a, zake zitakapoweza kutolewa hapo, ndipo ambapo anasema ya kwamba ndipo tutakapotumia kuchomea zile e, dhabihu ili tukaweza, kubo, eh, yale, tukaweza kuchomea yale madhabahu ili tukaweza kubomoa yale madhabahu ya kishetani yaliyopandwa juu ya maisha yenu Di, eh, nige, k mtazamaji um, wangu ukaweza kufungua kitabu cha Deuteronomy 11 eh, verse 12. Hapo ni 12 the one place for worship. Okay. You are tithes fungu zenu za kumi, and you are offering na kujitolea kwenu at, eh, fungu zenu za kumi na kujitolea kwenu ambao ni madhabahu eh, ni, ni dhabihu zenu. Yes, wacha tuendelee hapa eh, you are tithes and your offerings the gifts that you promised to the Lord. Ati eh, fungu zenu za kumi ah, uh, na zile eh, gifts ambazo mlizoweza kunenea kumpa ama kumpokeza uh, mwenyezi mungu your free will offerings and the firstborn of your cattle and sheep there is the pre the presence of the lord your god who has blessed you you and your families will eat and enjoy the go the good things that you have worked for Mtakapotoa dhabihu zenu na kuiteketeza na kuyateketeza yale madhabahu ya kiti.